Nimekuja ni hapa nimeteuliwa na mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan mwenyekiti wetu wa Chama Cha Mapinduzi anawasalimia sana sana sana, anawatakia heri katika siku hii muhimu sana katika chama chetu lakini pamoja na hayo anawashukuru sana kwa kumpatia kura nyingi za kishindo, yeye wabunge pamoja na madiwani wa chama cha mapinduzi. Samia oye! Samia oye! Ndugu zangu, tumekuja hapa kusherekea sikukuu hizi, lakini sote tunafahamu kwamba wakati wa uchaguzi tulitembea na ilani. Ilani ile tuliahidi wananchi kwamba yapo mambo tutakwenda kufanya iwapo watatuchagua, na sasa baada ya kuchaguliwa na kushika dola, tuna kazi kubwa sana sisi Chama cha Mapinduzi, kuhakikisha kwamba tunakwenda kusimamia serikali ili yale yote tulioahidi yanakwenda kutekelezwa CCM letu sote nimeona, waheshimiwa madiwani kule mbele, tuna jukumu kubwa. Kabla ya kwenda kwenye vikao vya ODC, tuhakikishe kwamba tunakwenda mpaka kwenye matawi shina, kujua ni nini tuliahidi, ili tukasimamie serikali iweze kutekelezwa. Sisi ye oh, hey. na mwaka huu tunapotimiza miaka tumekuja na kauli mbiu tunachagua amani kwa maendeleo ya taifa letu. Sisemoe amani, oe amani, oe. Sote tunafahamu bila amani hakuna kitu tutaweza kufanya kwa hiyo naomba tuendeleze amani, mshikamano na upendo katika taifa letu, na tujifunze kuvumiliana pia. Sisemoli. Kwa hiyo mimi napohitimisha siku hii ya leo na kufunga shughuli hizi, ili tuanze maandalizi ya miaka hamsini ya kuzaliwa kwa Chama Cha Mapinduzi, ninataka niwaache tu a tunajua ni muhimu tutunze amani yetu kwa maendeleo ya taifa letu. Kidumu Chama Cha Mapinduzi m